Ama ndugu yangu, baada ya kumuhimidi Allah tabaraka wa taala na kumshukuru subhana, lakini pia kuzihitaji huruma na rehema zake Allah tabaraka wa taala zimfikie mbora wa walimwengu Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mtume ambaye amesifika katika kitabu chake Allah tabaraka wa taala subhana anasema baada ya audhu billahi min ashaitani rrajim innaka la la khulqin adhim, kwamba ewe Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam upo katika daraja la tabia nzuri kabisa, upo juu. Hakuna mtu ambaye, kiumbe mwingine ambaye, anaweza kufikia daraja lako wewe Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ama ndugu yangu, nikwambie ni kwa mara nyingine tena tunaonana na tunafikishiana makubwa kwa utukufu wake Allah tabaraka wa taala. Na hapa kwa siku ya leo nitakufikishia kitu ambacho kinachoitwa sihir tafriq, uchawi unaopelekea watu kufarikiana, uchawi unaopelekea watu kugombana, watu kutengana, watu kutupiana vitu, watu kuachana kabisa kabisa, yani mume anakuwa hatamani tena kusikia, eh, sauti wala kumwona mkewe, au mke anakuwa hatamani tena kumwona mumewe, na anatamani leo kesho, bora tu ni na na nasema, bora tu niache na kadhalika, na mwingine anasema bora tu leo nikuache. Hili ni tatizo kubwa sana ambalo limezagaa katika jamii eh, zetu ambazo tunazoishi, na namuomba Mwenyezi Mungu mtukufu, kabla ya haya kutokea, Mwenyezi Mungu azidumishe ndoa zetu Mwenyezi Mungu awadumishe waliopo katika ndoa daima na daima hadi kuzikana, edha mke amzike mume au mume amzike mke, na pengine hata e, siku ya Kiyama katika kupeana malipo au kup, e, Mwenyezi Mungu kutoa ujira wa watu ambao waliofanya mema, basi watu hawa waweze kukutana katika pepo ya Allah Tabaraka wa Taala. Allah Tabaraka wa Taala katuhusia katika kitabu chake kitukufu, kutuelezea namna gani watu wanaweza kufanya uchawi, uchawi ambao unaweza kuwafarikisha baina ya mtu na mke wake, mtu na mke wake. Allah subhanahu wa ta'ala anasema katika Suratul Baqara aya ya mia moja na mbili, baada ya audhu billahi min ashaitani rajim, subhana anasema maneno haya Allah tabaraka wataala nasema: fayatalamuna minhuma ma yufarikuna bihi baina lmari wa zauji, na wanajifunza mambo ambayo yanaowafarikisha baina ya mtu na mkewe. Yani, wanadamu imefikia pahala wakao wakajifunza mambo ambayo yanayomfarikisha mtu na mke wake. Maneno haya Allah tabaraka wataala kayaeleza katika Suratul Baqara aya ya 102. Inshallah Mwenyezi Mungu subhanahu wa taala kutueleza maneno haya, si tu yabakie katika mashafu, si tu yabakie katika kisomo kitakatifu cha Qurani, bali inatakiwa twende ndipo zaidi kuangalia namna gani ya kuweza kujinusuru na uchawi wa aina hizi, kwa sababu Allah tabaraka wa taala kaueleza ndani ya kitabu chake kitukufu cha Qurani. kwa hivyo Inamaanisha ya kwamba watu hawa wenye kutengeneza chawi za aina hizi, watu hawa wenye kuweza kuroga watu wenzao ili waweze kutengana, waweze kutengana mke na mume, mume na mke, basi watu hawa bado wapo na wataendelea kuwepo katika ardhi hii. Kwa hiyo namna gani Mwenyezi Mungu anatutaka tupate tahadhari, tujilinde nao, lakini pia namna gani Mwenyezi Mungu anatukanya kabisa tusiweze kujikurubisha, kujifunza chawi za kuweza kuwadhuru wanadamu na, na wala tusiweze kujifunza chawi kwa sab uchawi ni moja ya mambo ambayo yenye kuangamiza kama jinsi alivyoeleza Bwana Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam ni moja ya, ya, zile saba ambazo ni mubiqati zile zenye kuangamiza yani, mambo saba yenye kuangamiza ambayo alieleza kiumbe kitakatifu hapa duniani Bwana Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Kwa hiyo waja wa Allah wamekuwa wakikumbwa na matatizo ya namna hii. Namna gani unaweza kumfahamu, namna gani unaweza kumfahamu mtu ambaye amekutwa na wa aina hizi ambazo Allah tabaraka wa taala kaelezea kwamba kumbe wapo wanadamu wanaojifunza chawi za kuweza kuwatenganisha ku, kuwa mke na mume au mume na mke na kwa maana hiyo, waweza kukuta ya kwamba kumbe asilimia kubwa kabisa ya watu kutengana ni kwa sababu tu ya chawi. Watu wanafanyia na chawi kwa sababu tu huyu ka, kwa nini kamuoa huyu na mimi sikupenda huyu aolewe na huyu Eh, kwa nini huyu kaolewa na huyu na mimi ndio nilikuwa nikimtaka huyu, na kwa nini yeye huyu ampate yule, na kadhalika na kadhalika. Kumbe waweza kukuta kwamba kumbe shari nyingi sana zinazozikumba ndoa zetu, unaweza kukuta kumbe mabalaa mengi sana yanayozikumba ndoa zetu zinatokana na chawi, chawi ambazo watu wanajifunza kuwafarikisha mtu na mke wake. Subhanallah, Mwenyezi Mungu atulinde na, na mabalaa haya. Namna gani unaweza kumfahamu mtu ambaye amekwisha kumbwa na balaa kama hili? Ewe ambaye upo ndani ya ndoa, lakini ndoa yako inawaka moto, ewe ambaye hutamani hata kurudi nyumbani kwako kwa sababu tu unajua, nikirudi nyumbani kwangu tayari migogoro, ugomvi utazuka, namna gani utajitambua kwamba na wewe umepatwa na uchawi huu? Wewe ambaye tayari umekwisha achika, upo nje ya ndoa kabisa na pengine ukifikiria kwamba namna gani ndoa yako ilivyoweza kuvunjika, ni vitu ambavyo pengine ni vidogo, ambavyo vingeweza kuongeleka na vikaisha, lakini dogo likawa ni kubwa na kulikuza lile jambo likapelekea ndoa yenu kuvunjika na ukiangalia zile sababu muhimu za kupelekea ndoa kuvunjika hazionekani, bali tatizo lile lilipotokea, uchawi ukasheheni baina yenu ninyi wawili kwa mke akawa ni, ni, ni, ni moto na mke eh, na mume akawa ni moto. Namna gani unaweza kumtambua mwenza wako au wewe mwenyewe ukajitambua kwamba tayari ulisibiwa na matatizo hayo, au ndipo upo ndani ya matatizo kama haya, basi fuatana na mimi kwa dalili hizi, kwa utukufu wake Allah tabaraka wa taala, kisha tujetuone namna gani ya kuweza kujinusuru insha Allah. Moja ya dalili ya kuweza kujitambua kwamba tayari na wewe umesibiwa na uchawi huo, kwanza ni wewe mke au mume kutokuwa na matamanio ya kumtamania mwenzako yaani mume au mke anakuwa hana ile hamu ya kuweza kumtamani mwenza wake. Kwa maana kwamba mke anaweza akawa yupo nyumbani, mume yuko kazini, lakini mke kipindi kile mume hayupo, akawa anatamani sana kuwa na mume wake karibu, ila mume anapokuja tu, tayari akili ile na mawazo yale ya kumtamania mumewe yanaondoka. Hili ni tatizo. Kwa hiyo mume au mke anakuwa hatamani kumwona mkewe au mumewe, walau hata kumbusu Mwenza wake mwenza wake, wala hata kumgusa. Yaani, kama ni mume anataka kumgusa mkewe, basi mke anakuwa ni mkali, au mke anataka kumgusa mumewe anakuwa ni mkali, na hivyo hivyo, katika hali hata ya kumbusu pia inakuwa ni tatizo. Na hili ni jambo baya sana katika ndoa zetu. Ndio maana tunaleta tuna mambo kama haya, ili kuweza kuzinusuru ndoa zetu, kwa utukufu wake subhanahu wa ta'ala. Lakini pia jambo hili linampelekea mwanamume kushindwa kuweza kulimiliki jambo la jinsia. Mwanamume anakuwa ni dhaifu mwanamume anakuwa hajiwezi. Mwanamume ambaye ana mkewe ndani ya nyumba, panakuwa panawaka moto, kwa sababu mume anakuwa tena ule uwezo wa kuweza kuiendea ndoa yake inashindikana. Kwa hiyo hili ni tatizo ambayo inakuwa ni uchawi ambao uliofanyika kwa mumewe, kwa, kwa, au kwa mume kuweza kumfunga ili asiweze kuweza kulitimiza jambo la ndoa, na hatimaye hapo pakaanza farika vile vile baina ya mke na mume. Au mume anaweza akawa yuko vizuri eh? majimbile yake yako vizuri, lakini akawa hana ile hamu ya kuweza kukutana na mwenza wake. Kwa hiyo mke akawa anatamani kuwa na, na, na mumewe na mume akawa anatamani wa kwenda kukutana na mke wake, lakini ikapelekea kwamba mume anapotaka kukutana na, na, na mkewe mume akawa anashindwa kabisa yani na hivyo hivyo unaweza ukakuta ya kwamba labda mume huyu akawa na wake wawili, labda kwa mke huyu akawa hana uwezo wa kwenda kukutana katika ndoa yake, lakini anapokuwa upande wa pili katika ndoa yake anakuwa yuko vizuri tu kabisa yani. Sasa hizi zote ni dalili za kujijua kwamba wewe umesibiwa na uchawi wa tafriki, na hivyo hivyo kwa mwanamke pia anaweza akawa hajihisi chochote kuhisi kwa mume wake. Hili ni tatizo kubwa kabisa, inshallah tunaenda kuliondoa kwa uweza wake subhanahu wa ta'ala. Ndio maana tunasema kwa mwanamume huyu utamkuta ya kwamba kwa, m, kwa mke wake anakuwa ni dhaifu, anakuwa hajiwezi tena, lakini mwanamume huyu huyu anapokuwa kwa mwanamke mwingine anakuwa na nguvu, anakuwa na uwezo wa kuweza kulimiliki jambo hili. Ni tatizo na hili ni dalili mojawapo ya kujijua kwamba wewe mwanamume tayari umeshasibiwa na uchawi unaitwa sihr et tafriq, uchawi unaleta tafriqi baina yako na mke ama dalili nyingine ni kwamba mwanamama mwana, mwana au mke akaweza kuwa anaiona sura ya, ya, ya mumewe imebadilika, yani sio yule mwanamume ambaye aliyemfurahisha mpaka kubali kuolewa naye, bali sura yake inakuwa imebadilika ikawa sura mbaya, sura ambayo inayomuudhi mwanamke yule. Kwa hiyo hii ni dalili ya kujitambua kwamba wewe mwanamke umesibiwa na uchawi huu wa tafriki. Wapo watu ambao wanapopatwa na uchawi kama huu, akina mama wanagombana na waume zao, hawataki hata kuguswa, hawataki hata kubusiwa na waume zao, kwa sababu tu mwanamke yule anakuwa anamuona mwenza wake kwa sura mbaya, sura inayotisha, sura ya mnyama, sura ya kitu kibovu kabisa. Haonekani tena katika ule uhensam ambao mama huyu aliweza kumpenda mumewe na akakubali kuolewa kwa mwanamume huyu. Kwa hiyo, hili ni tatizo kubwa ambalo linawakuta akina mama katika ndoa zao, hadi kupelekea magomvi ndani ya nyumba na hatimaye ku dai talaka na baada ya kuwa ameshaachika anaanza kuingia katika majuto: nimemwacha mme wangu bila sababu za msingi. Hili ni tatizo kubwa kabisa linalowasibu wanadamu. Ukiona dalili hiyo, tambua na wewe umesibiwa uchawi wa sihiri tafriki, uchawi unaosababisha kumfarikisha mtu na mume wake. Ama dalili nyingine ya kutambua kwamba wewe umesibiwa na uchawi wa tafriki ni mwanamume kujihisi dhiki kubwa sana anapokuwa ndani ya nyumba yaani mwanamume anapokuja ndani ya nyumba, anarudi kazini au anarudi katika mihangaiko yake, na hata kama hayupo katika kazi, labda pengine hana kazi lakini yupo tu maeneo ya nyumbani, anaona dhiki kukaa katika nyumba yake, anaona dhiki kukaa karibu na mke wake, yaani anadhikika, anaona ni afadhali tu ni bora aende nje, na akienda nje huko kutembea, anajisikia yuko katika hali ya amani, hali ya faraja, hali ya furaha. Lakini akiingia ndani, anajikuta anadhikika, anapata shida, furaha inatoweka kwa sababu ya uchawi huu wa kwa dalili kama hizi we baba pia utakapoziona, tambua kwamba ndani ya nyumba yako tayari kumeshasibiwa na uchawi wa tafriki, uchawi unaotaka una, una, una wewe na mke wako mweze kufarikiana. Ama dalili ya mwisho kwa siku hii ya leo utakuta ya kwamba edha mke au mume akawa na hali ya kuwa na mashtaka mashtaka mengi sana kwa mwenza wake eh? Yani, jambo dogo tu analifanya kubwa, jambo dogo analifanya kubwa, labda akichelewa kurudi nyumbani kwa nini umechelewa wewe? Kwa Kiswahili kifupi wanaita Waswahili, wanasema sijui gubu yani, yani gubu linakuwa limepitiliza kiwango, hatimaye inakuwa ni migogoro. Gubu linakuwa limepitiliza kiwango, hatimaye magomvi ndani ya nyumba. Gubu linakuwa limepitiliza kiwango, hatimaye kutosemezana na kadhalika na kadhalika. Haya yote si kwa maana kwa kwamba ni gubu hilo linalotambulika eh, bali inakuwa ni mtu amesibiwa na uchawi huu wa tafriki au uchawi ambao unampelekea mtu kuanzisha magomvi ndani ya nyumba. Jambo dogo kwake linakuwa ni kubwa. Hedha ilikuwa ni mume anatoka kazini, kwa kawaida inakuwa saa kumi na mbili awe ameshafika nyumbani, lakini kulingana tu labda na usafiri jinsi ulivyo eh, foleni ikapelekea mpaka saa mbili akawa bado hajafika nyumbani, lakini wakati huo mke hilo hawezi kulitambua, anakuwa ele, ni mkali mgomvi, hapo hapaeleweki, hapa wenyewe wanasema hapapikiki tena, inakuwa ni mtihani juu ya mtihani. Mimi niseme biidhnillahi tabaraka wataala na kufikishia maneno haya kwa upendo mkubwa kabisa kabisa Wala ilaha illallah ili kuweza kuzinusuru ndoa zetu ili kuziweka katika ndoa zetu katika hali salama, katika mikono salama ya Allah tabaraka katika hali salama ambayo Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam katuamrisha tuweze kuishi katika ndoa zetu, ili waja wa Allah tabaraka wa taala waweze kudumu katika ndoa zao. Asehir tafriqi, ni uchawi wa kufarikisha, ni uchawi ulio hatari kabisa ambao waja wa Allah wanaweza kufanya hasadi za aina mbalimbali, al mradi mama fulani aweze kuachika fulani aweze kugombana na mumewe, alimradi mume aweze kumwacha mkewe na pengine aweze kuolewa yeye. Leo hii wapo wanaume ambao, tuzungumzie wale ambao mathalani wanaochepuka nje za ndoa wanakuwa wanachepuka nje za ndoa na huyo anayechepuka naye huko nje ya ndoa, pengine ana hapendi kuona yale mazuri mume anampelekea mkewe, anatamani labda yale mazuri aendelee kuyapata yeye, ingawa hata hayupo katika ndoa yake. Hili ni tatizo kubwa ambalo linapelekea mtu anaenda kwa wachawi kwa, kwa, kwa, kwa kwamba naomba nitengenezee mtu huyu ili anipende mimi tu, na ikiwezekana aweze kuachika, aweze kumwacha mke wake eh, na kadhalika na kadhalika, mambo makubwa kabisa, mtu anaweza anaingia katika balaa kubwa kabisa la kumwacha mke wake, hali ya kuwa bado anampenda. Inapelekea mama anamwacha mume wake, anadai talaka, hali ya kuwa bado moyo unasema mimi nampenda, na baada ya hapo majuto yanakuwa ni mjukuu. Inshallah. Watu kama hawa, kuna dua kubwa kabisa zinaitwa daf'ul bala dua, dua ambazo ni za kuondosha mabalaa kama haya, mabalaa ya kichawi, mabalaa ya mashetani, mashetani ambao wanaotumwa na wachawi, baada ya kuwa mchawi ameshatengeneza chawi yake, kisha akaiweka pahala panapostahiki, pahala ambapo wanaona kwamba hapa nikiweka hapa tayari itakuwa ni mujarabu kabisa kuweza kumfarikisha fulani na fulani, na hapo panazalika kiumbe kingine cha kishetani ambacho kinaingia ndani ya nyumba na kuanza kuleta migogoro, kuanza kuleta magomvi, kuanza kuleta mitihani ya aina mbalimbali, na hatimaye ndoa inawaka moto ndani. Hapa kaliki ndani, ni ugomvi, ndani ni maneno, ndani ni kusemezana. Namna gani tunaweza tukanusurika? Inshallah bi idhnillah tabaraka wa taala, niseme zipo dua kubwa kabisa kabisa ambazo Allah tabaraka wa taala amezieleza. Zipo aya maalum ambazo kama zikitumika hizo zipo ma, yapo maneno maalum ambayo Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam amefundisha katika, katika dua zake za kisunna ambazo tunaweza tukazitumia tukichanganya na maneno yake Allah tabaraka wa taala, pia tukichanganya na a, a, majina yake Allah tabaraka wa taala, kisha tukainua mikono kwa pamoja, wallahi naamini ndoa zetu zitapata utulivu. Wallahi naamini ule moto unaowaka katika nyumba yako utabaki salama na amani kwa huruma yake subhanahu wa taala. Lakini pia zipo dawa za ibitali sihir, eh, zipo dawa za kubatilisha uchawi eh, zipo ambazo, eh, tunaweza tukazitumia kwa idhini yake Allah tabaraka wa taala, na insha Allah kwa dawa hizo ukipata michanganyo yake na michanganyo ile, kuna dua yake maalum ambazo ukizisomea zile dawa, lengo na kusudio uzisomee dawa zile ili Mwenyezi Mungu azitilie baraka, Mwenyezi Mungu azitilie nguvu ya kuweza ya kutafuta ponyo yake yeye, Allah tabaraka wa taala. Lakini yapo majina yake, lakini majina Mwenyezi Mungu majina ambazo ukiyasomea kwenye dawa zile kwa ajili ya kutafuta ponyo yake Allah tabarak wa taala, basi naamini Mwenyezi Mungu anatia nguvu katika zile dawa, na unapompa mgonjwa wako, wallahi anaondokana na tatizo hilo. Lakini zipo aya maalum ambazo za so kusomea eh, eh, dawa hizo edha kwa kumpa mgonjwa wako aweze kuepukana na maradhi hayo, lakini pia kwa ajili ya kusafisha nyumba zetu tunazoishi, kwa sababu kawaida watu wamekuwa wakijisahau, wanatibia miili yao na wanasahau nyumba zao, pahala ambapo wanaenda kuilaza miili yao. Hili nalo pia ni tatizo. Inshallah, tengeneza mwili wako, uweke sawa mwili wako, uhifadhi mwili wako mbele ya la ilaha illa Allah, lakini pia na nyumba yako ifanyie hisni nzuri kabisa ya kumkabidhi Allah tabaraka wa taala ili aweze kuikinga nyumba yako na shari ya vinavyopita usiku na mchana. Na ukutanishe Mwenyezi Mungu na vile vinavyopita kwa kheri, kwa uhuruma yake Rahmani. Inshallah, mimi niishie hapa, ni mimi ndugu yako Hamisi Suleimani, waweza kunipigia kwa namba ya 0685496336 na nipigie kwa namba hiyo utanipata, lakini pia kwa wale wenye kutumia WhatsApp, eh basi waweze kunitafuta kwa namba hizi ya 0765 ni mimi wako Khamis Suleiman, wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuhu.